Sungura. Hey, hey, fisi. Hapo zamani za kale ndani ya msitu wa kijani kibichi, msitu wa Matogoro Forest, aliishi sungura mwenye busara na fisi mwenye tamaa. Siku moja asubuhi mapema, sungura alikwenda kutafuta chakula na akaanza kuchukua kwa kiasi na taratibu. Akasema, leo nimepata chakula cha kutosha nitakula kidogo, kesho bado ipo, nitakuja tena. Wakati huo huo, fisi anakimbia kukusanya chakula kingi bila mpangilio, kwa haraka na bila kufikiria. Fisi kwa tamaa anasema, hehe, leo nitakula mpaka kesho na kesho kutwa, sitaacha kitu. Ghafla fisi anaanguka mpaka chini. Puh, chakula kinamwagika kila sehemu. Fisi anaumia na analia, anasema Hai. Mbona yote ameharibika? Nini hiki? Sungura anakuja na kuanza kumcheka Fisi. Nilikuambia fanya mambo yako taratibu. Ona sasa umeanguka na kuumia. <laughs> Sungura anakula kidogo kidogo. Wakati Fisi anaona, Fisi anakaribishwa anashindwa kula kwa sababu aliumia mkono na mdomo. Sungura anamwambia Fisi Mbio za sakafuni huishia ukingoni. Tamaa haina mwisho mzuri, lakini busara huleta amani. Fisi anasema sasa, nimejifunza mwenda pole ndio mla mnyama, na sungura anasema na haraka haraka haina baraka. Kisha wote wanafurahi <laughs>